angazia katika aya ambazo zinakuja katika Suratul Ahzab. Aya yenyewe, wanazuoni kadhaa wamezipitia tena katika kuziangalia na kujaribu kuonyesha namna zinavyofanya kazi katika hali tulionayo ya sasa, yani katika swala nzima la kuporomoka kwa dola ya Israeli. Katika halaka iliyotangulia tuliangazia kwenye aya katika Surat Al-Isra aya ya saba, ambayo aya ile ilikuwa inasema kwa wazi kabisa na kwa ufasaha kwelikweli, inayozungumzia kuhusu ile ahadi ya pili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Bani Israila, ama kwa Mazayuni, wakati watakaporudia kufanya uharibifu duniani, pale Mwenyezi Mungu aliposema wa idha jaa wa'du al-akhirah, itakapokuja ahadi ya pili au ahadi ya mwisho kwa tafsiri nyingine. Pia kitakachofanyika wakati huo ambao ndio huo wakati tulionao sasa, basi Mwenyezi Mungu ameweka mambo matatu kama tulivyoona kwenye aya iliyotangulia. Leo napenda tu kurudia haraka haraka, ili pate kuunganisha kwenye maudhui ya kusudia kuizungumzia leo, ambayo ni aya katika Suratul Ahzab. Mambo matatu aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, la kwanza ilikuwa ni liyasuu ujuhakum, kwa tafsiri maana yake ni kwamba kuharibu nyuso zao, ambayo inatafsirika kuharibu nyuso zao, kudhalilika kwao, kuchukiz, kuchukiza kwao mbele za watu na mbele za binadamu na ndio tulivyoshuhudia na kufanya waonekane uvundo ama uchuchu mbele za watu eh, na kuwafanya pia waonekane uh, wameshalemewa na wameshindwa na hawawezi na mambo, na ndivyo hivyo sasa. Kwa hiyo hili jambo la kwanza bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwamba litafanyika itakapokuja ahadi ya pili ya maharibifu watakayofanya hawa mazayuni. Jambo la pili baada ya kuchafuliwa nyuso zao ni Mwenyezi eh, Mungu pale aliposema kuambia waumini eh, kwamba mtaingia msikitini kwa maana Baitul Maqdis kama mlivyoingia zamani hapo mwanzo. Eh, hili ndilo linalosubiriwa sasa, liko mbele yetu, haliko mbali sana. Ndio maana Suratul Ahzab la itakuja kutufafanulia litakuja lini hili. Na jambo la tatu, Mwenyezi Mungu anaendelea kusema kwenye aya hiyo ya Suratul Isra aya saba, waliyutabbiru maalau tatbira, kwenda kubomoa ama kuharibu yale yote ya walioyajenga ama walioyaweka, waliotengeneza katika kipindi hiki cha uharibifu wao, ambao wamekuwa wakiufanya pale nchini Falastin, katika miaka 77 iliyopita. Hii aya tulizungumzia katika halaka iliyopita. E, sitaki kurudia yote, nimetaka tukurudi kurudi nyuma kidogo, ili nipate kuunganisha katika aya zitakazokuja zitakazofuata leo ama ndio halaka na kusudia aya ambazo zinapatikana katika sura tu e, al-Ahzab, e, kwenye sura al-Ahzab aya ninazozungumzia kuzungumzia leo ama kuziangazia ni kuanzia aya ya 23 katika sura al-Ahzab mpaka aya ya 27 na kila aya kwa namba inayobeba aya hii katika sura hii ambayo ni suratu eh, al-Ahzab eh, kila namba ina ujumbe ambao umewekwa chini, lakini wanazuni leo ndio wamekuja wametutolea ujumbe kama huu unaopatikana, yaani kuna maanake ile tafsiri ya moja kwa moja ambao nitaifanya sasa ili tuweze kufahamu zaidi tunazungumzia nini. Lakini sasa baadaye, kuna na kile kitu ambacho kimondani kimebebwa e, ambacho nahitaji wanazuni maalum kuweza kukitoa na tumepata watu kama hao alhamdulillah, wamekuja kustolea kwa hivyo, mimi sasa nitakuwa tuna na nukuu na kuelezea kwa faida yetu sisi sote na kwa faida ya binadamu wote inshaallah. Aya ya kwanza katika msururu wa aya za kusudelewa ambayo ni aya ya ishirini na tatu

Wakati walipokuwa wanakwenda kupigana na jihadi, basi kuna watu ambao walikuwa wa kweli kabisa katika ahadi zao walizotoa kwa Allah subhanahu wa taala, kwa maana wanajitolea roho zao kwenda kupigana fi sabilillahi, kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, hawakurudi nyuma. Kwa hivyo, katika hao waliojitolea kuna wale waliokwenda na hawakurudi kabisa, wamejitolea kwa maana roho zao na mali zao, na wamekwenda waka wakauawa vitali wakawa ni mashahidi, na kuna wengine ambao hawakupata bahati hiyo. Sasa hawa ambao hawakupata hiyo bahati, wanasubiri nao wakati wao ufike ili wapate fursa na bahati ya kupata shahada, yani kwa maana kuuawa katika vita fi sabilillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakawa wanaendelea kusubiri kwa hamu kabisa, na hawakugeuka wala hawakugeuka wala hawakurudi nyuma, walibaki kwenye ahadi yao hii aya ni maarufu kabisa na hii ndiyo tafsiri yake ya haraka haraka. Sasa aya hii kwa tafsiri ya mtazamo wa hali ilivyo duniani leo, hii aya ni aya nambari ishirini na tatu. Wanazuoni hapa sasa wanajaribu kuangalia ama kuangazia matukio makubwa yaliyotokea katika ulimwengu wetu sisi wa leo na wameunganisha moja kwa moja aya hii na tukio lililotokea mwaka 2023 ambalo ni tukio la wapiganaji wa Hamas walipoanzisha mashambulizi yao makuu yaliyopewa jina la Tufan al-Aqsa, kwa maana tufani ya Aqsa, ikiwa ni ishara kwamba harakati zao na mapambano yao ya ukombozi na kuikomboa Aqsa yakiwa yameanza rasmi wakati huo, yani mwaka 2023 kwa hivyo katika ile namba ya ishirini na tatu kwenye mwaka wa 2000 hapa ndipo baadhi ya wanazuoni wanaposimama kidogo na kutugusia kwamba hii ishirini na tatu ya aya hii na hawa watu waliotoka wakiwako tayari kujitolea roho zao moja kwa moja fisabili la inafanana na wale watu waliotoka katika mwaka 2023. Kwa hivyo ishirini na tatu ya mwaka wa 2000 ile na 23, namba ya aya hii ya Surat Al-Ahzab, ujumbe ni huo huo mmoja. Inazungumzia watu ambao ni waumini wakisawasawa, waliotoka kwa ajili ya kwenda kusadikisha neno la Allah subhanahu wa ta'ala, na kujitolea roho zao kwa ajili ya kutetea na kulinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hao kuna waliopata shahada, waliobahatikiwa wakipata shahada, na kuna wengine ambao bado hawajabahatikiwa wakiwa wanasubiri. Kwa hivyo ni kama kwamba Allah kwenye aya hizi zilizoteremka miaka elfu moja na mia nne ushei iliyopita, lakini tukitizama kwa muktadha wa wakati wetu wa sasa ni kama kwamba hizi aya zinazungumzia mambo ambayo yamejitokeza mwaka 2023. Kwa hivyo aya ya 23 inazungumzia habari ya, ya mwaka 2023 na, na sote tumeshuhudia tukio kama lile ambalo ndiyo ilikuwa kianzilishi vita vilivyokuja kuendelea baadaye kutoka dola ya Kizayuni, vita vya miaka miwili kama dunia ilivyoshuhudia, ambavyo vita vile vimekwenda kusitishwa wiki iliyopita. Aya inayofuata ya 24 ambayo Mwenyezi Mungu anasema: liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al munafiqina in sha'a au yatuba alayhim inna Allaha kana ghafuran rahima hii aya 24 kwa maana yake ya haraka haraka ya moja kwa moja inasema hivi, unganisha na aya 23 bila shaka yote, ili Mwenyezi Mungu apate kuwalipa wale wa kweli kabisa. Wa kweli hapa ni wale waliojitolea mwili wao, roho yao na nafsi zao na mali yao, waliojitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, kama tulivyoona mwaka 23 kwenye Operation ya tufanu ya Aqsa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awalipe wale kwa ukweli wao walionao, ambao unajulikana na Mwenyezi Mungu. Anajua zaidi, lakini pia kwenye hiyo aya ya 24 inasema wayuadhiba l-munafiqina inshaa, na Mwenyezi Mungu apate kuadhibu wanafiki. Wanafiki sasa hapa tusimame kidogo, kwa tafsiri ambayo wanazuoni wanatupatia hivi sasa kwamba hii aya ya 24 inayozungumzia malipo kwa makundi mawili, kundi la wale waliojitolea fisabili la, lakini pia malipo mengine ya wale waliotenda maovu ambao ni wanafik, na wanafik wamepata kujulikana katika kipindi hiki cha vita hivi vianze hasa kuanzia mwaka wa 2024 kwa hivyo aya ya 24 ya Suratulahzab inaangazia matukio ya mwaka na 2024 tukiwa katika muktadha wa tufanu ya Aqsa. Kwa hivyo, hapa katika 2024, wale ambao ni wa kweli kabisa wamejulikana na wale ambao ni wanafiki pia nao wamejulikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka yote, lakini hata kwa binadamu wa kawaida pia. Sasa watu kama hao wameshajulikana, tuje katika aya ya 25 ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye aya 25, tusikizeni kwa makini kabisa. Wa radda Allahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu kheira, wale waliokufuru. Na hizi aya zote za Surat al-Ahzab inazozisoma zina ziliteremshwa na zinahusiana na zina mafungamano moja kwa moja na mayahudi wa Madina, hasa Mayahudi wa lile kabila linaloitwa banu Quraiza. Kisa chake ni maarufu sana na kinapatikana katika vitabu vya sira ama vitabu vya kihistoria. Hizi aya zinazungumzia Mayahudi wa banu Quraiza waliokuwa Madina, ambao kwa hila zao na kwa hiana zao na kwa udanganyifu wao walikuwa wakifanya wakitaka kuisambaratisha kuangamiza dola mpya ya Kiislamu iliyokuwa imeanza Madina pale chini ya uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakufanikiwa kwa hilo. Matokeo yake kawa ndio haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayazungumzia na adhabu iliyowashukia mayahudi kama wale banu Quraidha. Sasa leo tunajaribu kulinganisha aya hizi zilizoteremka wakati ule zilizoteremka kwa mayahudi na hali ilivyo sasa kwa mayahudi wa sasa, vile vile ndio tunaziangalia. Kwa hivyo aya ya 25, aya ya 25, maanake tunazungumzia matukio ya mwaka huu wa 2025. Kwa hivyo aya inasema hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akazifuta ama akazitupilia mbali vitimbi vya wale makafiri, kwa maana mayahudi hapa, na hawakupata lolote waliokuwa wanalikusudia na, na Mwenyezi Mungu akafallahu almuminina alqitala, Mwenyezi Mungu akawatosheleza waumini kwenye vita kama hivyo, kwa maana aliyoteremshia msaada ambao ni malaika na upepo, na ni kisa maarufu katika sura hii hasabina ya Ahzab inazungumzia habari kama hizo, kwa ufupi na kwa miujiza aliyoteremsha Allah subhanahu wa taala kwenye hii aya ya 25 t mayahudi wa banu Quraidha walishindwa kutimiza malengo yao waliokuwa wamekusudia dhidi ya Waislamu wa na Waislamu wakaibuka kwamba ndio washindi na baada ya ushindi kama huo, ndio sasa nasi tunakuja kuangalia mwaka 2025 ambayo inalingana na hii aya ya 25. Kilichotokea mwaka 2025 ni sawa sawa na kinachozungumziwa kwenye aya ya 25 ya Suratulahzab, waliokusudia wayahudi wa hivi sasa ambao ni mazayuni kutaka kusambaratisha umma wa kiislamu na pale Falastini na kuwakomoa ama kuwatoa wa Falastini wa Gaza wote katika nchi e, yao ile na kuhamisha sehemu nyingine, vile walikuwa wamepanga, na mingine mengi ambayo walikuwa wamepanga pengine mingine, mingine, mingine, mingine hatuyajui. Yote hayo hayakufaulu, hayakufua dafu na Mwenyezi Mungu ameyasabaratisha, au amezisambaratisha zile nia zao ovu walizokuwa nazo. Kwa hivyo wao wakawasani wenye kushindwa na waumini wakapata nusra ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Tuendelee katika aya ya ishirini na sita. Sasa aya ya 26, tukio tutailinganisha na mwaka wa 26, maanake sasa tunazungumzia utabiri wa mwakani na baada ya hapo, kwa sababu nimesema leo nazungumzia mpaka aya ya 27. Kwa maana hiyo, kuanzia sasa, kuanzia hapa ninapoingia kwenye aya ya 26, manake sasa naingia kwenye utabiri wa mwaka wa 2026 na vile vile utabiri wa mwaka wa 2027 kwa mujibu wa aya hizi ninazosoma kwenye sura tu

wateremsha kwa maana, akawasababisha wao kutolewa katika zile ngome zao walizokuwa wamejilinda nazo. Kwa maana, ndio wameshashindwa. Walijifungia pale, wakaona ngome zao zitawahami, lakini hazikuwahami. Mwenyezi Mungu akawasababishia wao wakawa ni wenye kutoka na kushuka, sio wao peke yao, bali wao na hata wale waliokuwa wakiwasaidia, wote wakashuka kwenye zile ngome zao walizokuwa wamejilinda nazo na Mwenyezi Mungu akatia ndani ya nyoyo zao, wakadhafa fi kulubihim ar-ru'ba, akatia hofu kubwa ndani ya nyoyo zao, wakiwaona wana waki waumini wanaogopa. Na hii ndio hali ilivyo, tumeshuhudia jinsi gani wanajeshi wa kizayuni pale <coughs> wanavyoogopa waumini pale Gaza. Wengi wameshindwa kupigana kwa sababu sababu ya hofu, kwa sababu kuogopa tu basi, wana walikuwa wana wanajifungia kwenye vifaru vyao wanashindwa kutoka Wafalastini wanakwenda pale wanalipua vile faro kwa mikono, wanatembea kwa miguu yao, ya matukio ma, ma, yalikuwa watu wakishuhudia kwenye simu zao na kwenye mitandao mbalimbali. Kwa hivyo baada ya hapo sasa, Mwenyezi Mungu anahitimisha aya hii kwa kusema fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa, mtawaua kundi miongoni mwao katika hao wapiganaji wao na wengine mtachukua ni mateka. Kwa hivyo hii ni aya ya ishirini na sita ambayo inazungumza kwamba Mwenyezi Mungu nyuma huko aliwatoa kwenye ngome zao walizokuwa wamejihami nazo, na baada ya wao kutolewa kwenye ngome kama hizo wakati wa hofu, na baada ya kutoa hofu sasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajaalia kwamba waumini watakwenda kuwateka na wengine watakwenda kuwaua. Kwa hivyo hii ni aya ya ishirini na sita, tuseme haya ndiyo matukio yanayotarajiwa kwenye kipindi cha mwaka wa ishirini na sita unaokuja, tutakapokuwa hai sote tutashuhudia mambo kama haya. Kwa hivyo aya hii iko wazi kabisa kwamba ngome wanazozishikilia mazayuni zinakwenda kusambaratika. Ikiwa ngome yao kwa sasa ni dola yenyewe ya kizayuni, inakwenda kusambaratika. Ikiwa ngome yao ni kutegemea nguvu za Marekani na pesa za Marekani na silaha za Marekani, nazo pia misaada kama hii inakwenda kusambaratika vile vile, ama wanakwenda kunyimwa misaada kama hii. Yani mambo yanaweza katokea, tutakuja kuona uko mbele ni atakuwa natoka vipi. Allah ndiye anajua zaidi, wallahu aalam. Tumalizie aya ya 27 ambayo na utabiri wa mwaka wa 2027. <coughs> Katika aya ya 27 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waaurasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa wa ardhan lam tatauha, wa kana llah ala kuli shain qadira. Aya <totipa> 7 iliwambia waumini wakati ule miaka 1400 iliyopita, baada ya kuwasambaratisha na kuwatoa kwenye ngome yao, Mwenyezi Mungu sasa akawamilikisha nini waumini, akawamilikisha nini kitu gani, akawamilikisha ardhi yao waliokuwa wakikalia wakati ule akawamilikisha nyinyi vile vile nyumba zao na majumba yao na mashamba yao, akawamilikisha nyinyi vile vile mali yao, na pia akawamilikisha na ardhi nyingine ambayo iko nje ya Madina, wakati huo nyinyi waumini bado hamjafika, lakini mtakuja kuifikia ardhi kama hiyo, na hii ardhi yakuja kutafsiriwa baadaye kwamba ni ardhi ya Khaibar ambayo ndio walikuwa wakikaa Mayahudi kipindi hicho pia Allah akawasakhirishia kawa wa na kawasahirishia waumini wakaenda wakaichukua ardhi kama hiyo ya Khaibar, na wakawashinda Mayahudi waliokuwa pale Mayahudi wa, wa Khaibar. Na Mwenyezi Mungu anasema wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, na yeye ni mweza wa kila kitu anachokitaka. Kwa hivyo utabiri wa mwaka 2027 kutokana na aya ya 27 hii ya Surat al-Ahzab inawaambia waumini wa, wa leo ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atawamilikisha Inshaallah kuanzia pale Gaza na Falastina yote, Allah atawamilikisha ardhi inayokaliwa na mayahudi ambayo inakaliwa kwa mabavu, atawamilikisha majumba yao vile vile na atawamilikisha mali yao na atawamilikisha na ardhi nyingine ambayo bado hawajaifikia. Hatujui ni gani kwa sasa, ikitokea tutakuja kujua wakati kama huo. Watukufu watazamaji popote mlipo, hizi ndizo aya nilizosoma leo katika Suratul Ahzab, kama mlivyoona na kama wanavyoona watu mbalimbali, hizi aya ni kuanzia aya ishirini na tatu mpaka aya ishirini na saba katika Suratul Ahzab, na zote zinazungumzia mayahudi wa wakati ule Banu Qurayza, mwaka elfu moja iliyopita. Lakini ukiziangalia kwa sasa na ukazitabikisha kwa mayahudi wa sasa, basi utaona aya zinatoa ujumbe wa wazi kabisa kama tulivyoona. Ilmu ilmul yaqini ya yote haya inazungumza subhanahu ta'ala subhanahuwtaaa miziualijua zaidi binadamu na wanazuuni wetu wamejitahid na wameangalia na wakaona haya walioona. Kuhitimisha ni nukuu mwanahabari mmoja ya wa kiyahudi wa kizayuni mwanahabari mwana mkongwe kabisa, yani senior journalist ambaye kwa jina anaitwa uh, Levi Jina la, la pili nimesahau. uh, uh, mwanahabari huyu ambaye ni maarufu sana na amekuwa kizungumza sana ye kuelezea uh, maovu ya dola ya yake ya na nchi yake, licha kwamba ni Yahudi lakini anazunguka dunia mzima akielezea kwamba nchi yetu inavyofanya sivyo kabisa. Yeye juzi baada ya kusainiwa mkataba wa kusitisha mapigano na kusimamisha vita, kwa kauli yake, na amenukuliwa na magazeti huko kwao Israeli, yaani yeye anaandika kwenye gazeti linaloitwa Haaretz, alisema kwamba mahali nchi yetu ilipofika hivi sasa, imezama na imedidimia, imezama na imedidimia, na haitarudi tena vile ilivyokuwa, ila baada ya miaka mingi sana. Kwa neno alio litumia yeye kwa Kizungu anasema it will only recover after decades decades. Maana yake decade moja ni miaka kumi, na yeye ametumia kwa plural, yani kwa wingi. Maana yake decades, mwisho kuna s, maana yake ni kuanzia miaka ishirini kwenda mbele, kwa maoni yake yeye huyu mwanahabari wa Kiisraeli wa Kiyahudi kwamba nchi yake imeporomoka na imedidimia, na mahali ilipofika haiwezi ikarudi tena ama ikasimama tena upya, ila baada ya miaka isiyopungua ishirini, ila baada ya miaka isiyopungua ishirini. Hii ni kauli yake hii. Lakini sisi baada kutizama ya kutizama kauli yake hii kwamba itaamka si chini ya miaka ishirini, kwanza tunakubaliana naye na ya kwamba ni kweli dola ya Israel imeporomoka kama anavyosema hapa, tunakubaliana naye mahali kufika, imeporomoka. Hili tunakubaliana naye moja kwa moja, tunamuunga mkono kwa hili na pale kusema kwamba haitaamka isipokuwa baada ya miaka zaidi ya ishirini hapa tunakubaliana naye. Kipande kimoja cha kauli hii tunakubaliana naye kwamba kuamka kwa kwenyewe dola kama hii itachukua miaka mingi sana, ambayo si chini ya miaka ishirini. Kwa hivyo tuna miaka zaidi ya ishirini mbele huko, ambayo miaka zaidi ya ishirini tutakayoishi ni miaka ambayo dola Israel itakuwa inaishi kwenye mporomoko kwa mujibu wa kauli ya huyu bwana. Ama kipande cha mwisho cha kwamba baada ya miaka hiyo zaidi ya ishirini dola itasimama tena, hapa hatukubaliani naye, nasema na sisi mambo yataonekana wakati huo, lakini hii dola imeshaporomoka ndio haisimami tena, kwa sababu sisi tuna tabiri nyingine kadha wa kadha, ambazo zote zinaonyesha kwamba dola hii imefika wa, wakati wa kuporomoka na mwaka huu wa 27 ambao ndio aya nilizosoma leo za Suratul Ahzab, nimeishia kwenye aya ya 27. Tukumbuke kwamba mwaka wa 27 yaani mwaka 2027 ndio mwaka aliyotabiri Sheikh Ahmad Yasin mwaka wa 1999, katika interview iliyofanywa maarufu kabisa wakati ule. Yeye alisema kwamba dola ya Israeli haitakuwepo ifikapo mwaka 2027 na akatoa saba sababu zake. Kwa leo sitaki kurudia sababu hizo, kwa sababu zilishazungumzwa sehemu kadha wa kadha na mi nishawahi kutoa haraka kuelezea tabiri kama hizi e, hapo nyuma. Kwa hivyo utabiri wa Sheikh Ahmad Yasin wa mwaka 2027 ndio unakuja baada ya miaka miwili, lakini pia na aya nilizosoma leo nazo zinatuelekeza mpaka hapo. Mwenyezi Mungu ndiye anajua zaidi kwa yote tunasema, na ikiwa tulisema ni sahihi, basi ndio kutofiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama tumekosea eh, Mwenyezi Mungu atusamehe kwa yote, kwa yote ambayo tumekosea, sisi ni binadamu na ajitahidi kadri tunavyoweza. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.